Tumshukuru Allah tabaraka wataala kwa neema pia ya amani hii tuliyokuwa nayo. Kwa mkusanyiko huu, nawakumbusha hakuna kitu kikubwa na kizuri chenye thamani kama amani. Alhamdulillah sisi tuna swali vizuri, Allah tabaraka wa taala ametuneemesha. Lakini kuna nchi huko, huu mujitama mkusanyiko tuliyokuwa nao hawaupati na wanatamani. Lakini leo sisi Majimoto kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala ametuafikisha, tupo pamoja. Sasa nini tunatakiwa kuweza kufanya? Tumwombe Allah tabaraka wa taala aidumishe amani yetu hivi viweze kuendelea, na yeyote yule ambaye tutakayemuona ana viashiria vya kuweza kuichafua amani, ndugu zanguni, huyo tumtenge na tumpinge na tumweleze, Uislamu hautaki. Ndugu zangu katika mwaka huu, kama mnakumbuka, tunaendea uchaguzi. Ni jambo kubwa, tunaendea uchaguzi katika kuchagua viongozi wetu, lakini kama mnafahamu, nchi yetu, kuna watu wanaweza wakaja wakakueleza tunataka tufanye hichi, tufanye mageuzi, tufanye maandamano. Uislamu wetu jambo hili umelikemea sana wewefanya kile ambacho unachokiona hichi, mimi nina uwezo wa kukifanya na kina maslahi na umma kwa ujumla, nenda kakifanye, lakini kutoka na kuanza kuwahamasisha watu kuweza kutoka nje, kupasua vigao vya gari, kuweza kufanya mambo kadha wa kadha kama nchi zinavyofanya huko. Ndugu zanguni, hii amani tuliyokuwa nayo kama tutaipoteza, tutakuja kuijutia sana sana kabisa sana kama vita vitatokea, mahospitali watu hawatokuwepo, vituo vyote vya polisi itakuwa mtihani. Sasa wapi utakwenda? Wepilia hesabu, kuna watu wanatengeneza manyuklia, mabomu mazito, hivyo wanatengeneza kwa ajili ya nani? Wanatengeneza kwa ajili ya nani? Wanaomba sehemu ichafuke, ili waweze kuuza vifaa vyao. Tukipoteza amani huu mkusanyiko tuliokuwa nao utakuwa mtihani kwetu sisi, na tutakosa tutakuwa tumekosa kitu kilichokuwa kikubwa sana.